Tutakuja na mnisikilize, tutakuja kupanga mabasi yakae wapi, kosta zikae wapi, haisi zikae wapi, daladala zikae wapi, watu wa bajaji wapaki wapi, watu wa bodaboda wapaki wapi. Na ndivyo tulivyokubaliana na viongozi wenu, maana sasa stendi inakosa hata heshima ya kuwa stendi ya wilaya, na mmesema ndio hamna stendi nyingine zaidi ya hii. Sasa hatuwezi kuruhusu mkawa mnafanya vitu vya hovyohovyo hapa. Halmashauri imekukabidhi stendi hii uisimamie, sio ulete kero kwa wananchi. Umekabidhiwa stendi uisimamie, sio uigombanishe serikali na wananchi. Umepewa stendi uisimamie, sio uwagombanishe viongozi wa serikali na wananchi. Haya sio maelekezo ya viongozi wakuu wa nchi. Watu wanatakuwa wafanye biashara kwa amani, mambo ya ubabe ubabe hapa hatutaki. Sawa sawa, mheshimiwa, mambo ya ubabe hatutaki, fuata taratibu. Yaani, we usiamue leo huyu namtoza hamsini, huyu laki, huyu laki mbili, huyu milioni. Ushuru wenu uwe standard, msiwe na double standard. Mwingine anatozwa shilingi elfu hamsini, mwingine anaambiwa alete milioni. Kwa makosa kama haya la kuondoka la kuondoka na, na, la na askari, hili ni kosa. Kwa hiyo, oh, hilo litashughulikiwa kipolisi, sio kwa sheria za halmashauri. We unatozaje faini askari? Mamlaka aliyena mamlaka nani, eh? Si ndio alitakiwa akaangalie sheria yake inasemaje ikitokea basi limeondoka. Na, na askari wake wewe unatozaje milioni? Kwa sababu ukaondoka na askari ushuru, si ungemtoza ukaondoka nao wakaukaruhusu gari iende? Bwana wewe ungemshikilia huyo askari, si angekuja huyo dereva? Si angekuja? Wananchi ambao mnaenda Mwanza mpo hapo, wananchi poleni sana, wajimizeni mnamtoe taarifa Madereva msikubali wakafanya vitu ambavyo ni uvunjifu wa sheria barabarani. Ajali zimekuwa nyingi. Toeni taarifa haraka mapema mnapoona mna mashaka na dereva ambaye anawaendesha. Watu wa namna hii msiwalinde, msiwafiche. Hawa ni wahuni, wanatakiwa kushughulikiwa kihuni, sawa sawa? Kwa hiyo wewe umepanda hapa, muda uliopotea hapa hakuna anayeweza kuufidia. Leo mambo yenu mengi yameharibika hapo. Sikubali wanavyoendesha huku mabarabarani wakawa wanaendesha kwa kujamulia. Viongozi, si tunakushukuru sana kwa kutatua matatizo, sababu imekuwa pia pia imekuwa ni kama changamoto kwetu pia, sio kwa ambao tunaishi mitaa hii hapa, fanya kazi wa magari mitaa hii, hata magari mengi huwa yanazuiliwa. Kwa hiyo tunakushukuru sana leo kwa kuja kutusaidia kutatua tatizo. Ingia kwenye gari, safirisheni watu. Wewe, tutaendelea mpaka dereva wako atakapokuja. Na wewe tunaondoka kwanza, kwenda kutatua hili jambo. sikui uko mtu aushu huko peke yako. Wapi watu wafanye kazi.